jeneza lenye mwili wa papa francis limewasili leo asubuhi katika kanisa kuu la mtakatifu petro ambako atalala kwa siku tatu ili waumini wa kanisa katoliki waweze kumpa heshima zao za mwisho kabla ya mazishi yake yatakaofanyika juma mosi aprili 26 kiongozi huyo wa kanisa katoliki anatarajiwa kuagwa na viongozi mbalimbali mbali wa dunia wakiwemo rais wa, wa marekani donald trump Saa tatu na nusu asubuhi kwa saa za Roma, kengele za kanisa hilo zililia kwa taratibu wakati jeneza lake likiingizwa kanisani, huku waombolezaji waliokusanyika nje wakishangilia kwa makofi. Ndani ya Basilika, sala maalumu ya Litani of the Saints ilianza mara tu jeneza lilipoletwa mbele ya Altar of the Confessio, sehemu iliyo mbele ya madhabahu kuu ya kanisa hilo. Mwili wa Papa Francis ulihamishwa kutoka Casa Santa Marta, makazi yake ndani ya Vatican alikoishi wakati wa miaka yake kumi na miwili ya utumishi wake kama papa. Vatican imethibitisha kuwa Papa Francis alifariki dunia Jumatatu Pasaka, akiwa na umri wa miaka 88, kutokana na kiharusi na moyo kushindwa kufanya kazi. Jeneza lake lilipitishwa kupitia maeneo mbalimbali ya mbali Vatican, likiwemo Piazza Santa Marta na Piazza dei Protomartiri Romani. Kabla ya kupitia chini ya Arch of the Bells na kufika katika uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Kabla ya msafara huo wa wazi, Kardinali Kevin Farrell ambaye ndiyo kiongozi anayesimamia maandalizi ya mazishi, aliongoza ibada fupi ya faraga katika makazi ya Casa Santa Malta. Katika sala yake, Kardinali Farrell alimshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Papa Francis na kumwombea pumziko la amani ya milele. Ndani ya basilika, kiongozi huyo aliendesha ibada ya Liturgy of the Word ambayo ilihusisha usomaji wa maandiko matakatifu ikiwa ni pamoja na Zaburi 22 isemayo Bwana ndiye mchungaji wangu, pamoja na sala nyingine za kawaida za kanisa Katoliki kwa ajili ya wafu. Ibada hiyo inatarajiwa kuhitimishwa kwa Marian Antifone, wimbo wa kumwomba Bikira Maria. Mwili wa Papa Francis utalala katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa siku tatu kama ifuatavyo: Jumatano hadi saa sita usiku; Alhamisi kuanzia saa moja asubuhi hadi saa sita usiku; na Ijumaa kuanzia saa moja asubuhi hadi saa moja jioni. Waumini kutoka sehemu mbalimbali duniani wanatarajiwa kufika kutoa heshima zao kwa kiongozi huyo aliyefahamika kwa unyenyekevu wake, utetezi kwa wanyonge na juhudi za kuleta mageuzi ndani ya kanisa Katoliki. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina,